Shughuli za kiuchumi kusimama, maduka kufungwa na wananchi kushindwa kununua mahitaji yao licha ya kuwa na pesa mkononi au kwenye simu, ndiyo hali iliyokumba baadhi ya maeneo ya mikoa ya kanda ziwa baada ya vurugu zilizotokea kuanzia Oktoba 29 hadi Novemba mosi mwaka 2025. Na nukuu, hali ilikuwa kama sinema kwa mara ya kwanza nilishinda njaa mimi na watoto wangu, anasimulia mkazi wa Bwiru, Salome Jacob kuhusu athari za vurugu zilizotokea katika maeneo yao kwa siku tatu mfululizo. Anasema asubuhi ya Oktoba 29, hali ilikuwa shwari, kuna waliokwenda kupiga kura na wengine kwenye biashara zao ndogo ndogo, lakini ilipofika saa mbili 2 usiku, hali ikabadilika ghafla milio ya mabomu na risasi vilitawala. na nukuu, yaani nilianza kujuta kwa nini sikuhemea vyakula, nikaanza kujipa moyo, huenda kufikia asubuhi vurugu za risasi zinazorushwa zitakuwa zimeisha, lakini haikuwa hivyo, asubuhi hali ya risasi na mabomu viliendelea. Ndani nilikuwa na unga kidogo wa uji wa mtoto wangu wa chekechea, tukakoroga na kunywa. Mchana tulishinda njaa, fikiria mtoto wa miaka minne anashinda njaa, anasema Salome. Anasema pesa ya kununua chakula alikuwa nayo, lakini pa kununua ndiyo ilikuwa changamoto. Hali ilikuwa hatari kiasi kwamba, maduka na magenge yote yalikuwa yamefungwa. Na nukuu, tulishinda njaa hadi baadaye jirani yangu alivyoshtukia kuwa, Mama Kulwa anauza katika kibanda chake kwa siri ndipo mfanyakazi wangu alipojitoa muhanga kwenda kununua ndio tukala usiku wa saa sita, anasema. Katika maeneo mengi ya mikoa ya Mwanza, Kahama, Shinyanga, Geita na Mara hali ilibadilika na gharama ya maisha kupaa baada ya vyombo vya ulinzi kutuliza vurugu. Katika mikoa hiyo, amri ilitolewa ya watu kuingia ndani au kutoonekana barabarani kuanzia saa kumi na mbili jioni, huku bidhaa nazo zikipanda bei kwa kasi. Na nukuu, bidhaa nyingi zimepanda bei, wengine tuna tabia ya kutunza pesa kwenye simu, kama unavyoona mawakala wamefunga vibanda vyao, kwa hiyo mtu una pesa, lakini huwezi kuitoa na kuitumia, anasema Msekwa Haruna, mkazi wa jijini Mwanza. Kwa upande wa jijini Mwanza, vurugu zilitofautiana kulingana na maeneo, sehemu nyingine ikiwamo Kisesa zilianza Oktoba 29 na maeneo mengine zilianza Oktoba 30. Hata hivyo, baada ya kutulizwa, mahitaji ya binadamu ikiwamo chakula na usafiri vilipanda bei, huku pakinunua kukiwa changamoto kwa kuwa wafanyabiashara walikuwa wakiuza kwa kificho kama wanauza bidhaa haramu. Kutokana na hali hiyo, bei ya nyama ilipanda kutoka shilingi elfu tisa hadi elfu kumi na nane kwa kilo moja, huku mchele ukipanda kutoka 2300 hadi 3500 kwa kilo moja. Na nukuu, sio mchele tu na maharagwe vilipanda. Sasa tunanunua mchicha wa shilingi 500 kwa fungu moja, wakati tulikuwa tunanunua mafungu matatu kwa bei hiyo Anasema Hamida Zifania, mkazi wa Bulale. Mamalishe nao wamepandisha bei, ugali kwa dagaa au maharagwe uliokuwa unauzwa shilingi elfu moja sasa unauzwa elfu mbili na mia tano huku wali wa maharagwe kati ya shilingi elfu mbili na mia tano hadi elfu tatu kulingana na wingi wa wateja. Na nukuu, kwa kweli hali imekuwa ngumu hizi siku mbili, kuanzia Oktoba 31 na Novemba mosi mwaka 2025 imi ni lazimu nifunge tu kula ni nyumbani, maana siwezi kutoa elfu tatu kula wali maharagwe wakati wali ulikuwa elfu moja na mia tano anasema Bakari Juma, dereva bodaboda mkolani Mwanza. Pia bei ya usafiri imepanda, sehemu iliyokuwa inatozwa shilingi elfu moja sasa ni shilingi elfu tano na sehemu za elfu mbili bei ni kuanzia elfu saba hadi elfu kumi kulingana na hali ya usalama na upatikanaji wa mafuta siku hiyo. Mkoani Geita, baada ya vurugu zilizodumu kwa siku tatu zikianza Oktoba 29 mwaka huu, katika mji wa Katoro, hali ikawa mbaya zaidi ya Oktoba 30, zikasambaa mpaka Nyankumbu Geita, eneo lenye watu wengi na linalotegemewa na manispaa. Oktoba 31 hali ilianza kuwa tulivu na leo Novemba tatu watu wameanza kutoka mchana huu, japo shughuli hazijarejea. Bidhaa mkoani humo zimepanda bei, ukiwamo mchele umepanda kutoka elfu mbili na mia nne hadi elfu tatu na mia tano. Nyama imepanda kutoka elfu kumi na moja hadi shilingi elfu kumi na sita, na dagaa kisado kilichokuwa kikiuzwa elfu kumi na mbili kinauzwa elfu kumi na saba. Fungu moja la mihogo mitatu linalouzwa elfu moja linauzwa elfu mbili katika soko la Nyankumbo la jumla. Kwa mtaani bei ilikuwa hadi shilingi elfu moja kwa mhogo mmoja. Mkoani Shinyanga, wilaya ya Kahama, usafiri wa bodaboda kwa kawaida shilingi elfu moja, lakini sasa hivi elfu tano na sehemu ya kwenda kwa elfu mbili ni elfu kumi mboga za majani fungu lililokuwa linanunuliwa mia moja sasa hivi mia mbili hadi mia tatu huku karoti hazipo kabisa sokoni nyanya zilizokuwa zinauzwa nne kwa shilingi mia tano sasa hivi mbili shilingi mia tano pilipili hoho zilizokuwa zinauzwa nne kwa shilingi mia tano sasa hivi ni tatu au mbili Shinyanga mjini mchele umepanda bei kutoka 2800 hadi 3500 kwa kilo. Nyama ya ng'ombe ikipanda kutoka 12000 hadi 15000. Mkoani Simiu katika soko la mjini Bariadi kilo moja ya mchele ilikuwa ikiuzwa 2000, lakini kutokana na hali ilivyo sasa ni 3000. Nyama ambayo kilo moja ya mchanganyiko ilikuwa ikiuzwa shilingi 10000 sasa imepanda hadi shilingi 14000. Vyakula vibichi kama vile viazi mbatata vimepanda kutoka 1000 kwa kilo moja hadi kufikia 2000. Unga unga wa sembe ulikuwa unauzwa kilo moja shilingi 2000, sasa ni shilingi 3000. Mzunguko. Nanoku. Mzunguko wa pesa umekuwa mdogo kutokana na baadhi ya taasisi za kifedha zikiwamo benki kutofunguliwa na hata mashine za kutolea fedha hazifanyi kazi. Wananchi wanazuiwa kufika kwenye majengo ya benki, anasema Mashinde Kija, mkazi wa Bariadi. Vyakula katika hoteli na migahawa bei imepanda. Sahani ya wali pamoja na maharagwe iliuzwa kwa shilingi elfu moja na mia tano, kwa sasa bei ni shilingi elfu mbili na mia tano. Mikoa ya Tabora, Kagera na Kigoma hali imeendelea kama kawaida, japo viungo vimepanda bei. Mikoa ya Tabora na Kagera ndizi zimeadimika Bukoba na kupanda kutoka shilingi elfu kumi hadi shilingi elfu ishirini kwa mkungu mmoja kutokana na magari ya mizigo yaliyokuwa yanazifuata Karagwe na kwingineko mkoani humo kusitisha safari. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi.